Moja ya sifa za ajabu kuhusu asili ya Mungu ni sifa tunayoita kutobadilika. Sasa hilo ni neno refu, lakini kutobadilika kwa urahisi kuna maanisha Mungu habadiliki. Kwa maneno mengine, Mungu anasema kile anachomaanisha na anafanya kile anachosema. Sasa kama unakumbuka katika mmoja wa Falme, nabii Eliya alitangaza hukumu juu ya nyumba ya Ahabu na Yezebeli kwa sababu walikuwa wameongoza Israeli katika ibada ya sanamu ya Baali. Walikuwa wameongeza wenye matendo yao maovu, mauaji ya kikatili ya Nabothi ili waweze kuiba shamba lake dogo la mizabibu. Basi katika sura ya 21 ya moja wa Falme, Eliya alitabiri kwamba nasaba ya Ahabu ingekuja mwisho wa vurugu kila mzao wa kiume wake angekufa eliya pia alitangaza kwamba ahabu mwenyewe angekufa kifo cha umwagaji damu na kwamba mke wake yezebeli angekuliwa na mbwa baada ya ufa basi tunapofika sura ya tisa katika kitabu cha mbili wafalme ahabu amekufa kwa muda mrefu lakini yezebeli bado yuko hai Mwanawe Yoramu sasa ndiye mfalme wa Israeli na anaendeleza urithi mbaya wa wazazi wake. Sasa, katika somo letu la mwisho, tulimwacha mfalme Yoramu huko Yezreeli ambako anapona kutokana na majeraha aliyopata katika vita. Mpo wake Ahabu mfalme wa Yuda amekuja kumtembelea huko Yezreeli. Hukumu ya Mungu juu yao wote wawili iko karibu kutokea. Unaona, Mungu hajabadilisha mawazo yake. Yeye pabadiliki, neno lake daima linatimia. Sura ya tisa sasa inaanza na Eliya akimteua nabii kijana kwenda kwa Yehu, mmoja wa makamanda wa jeshi la Israeli. Unaona, Eliya anataka amtie Yehu mafuta kuwa mfalme juu ya Israeli. Kwa hiyo mstari wa sita unatueleza hapa, nabii kijana alimimina mafuta juu ya kichwa cha Yehu akimwambia hivi ndivyo asemavyo Bwana Mungu wa Israeli, na kutia mafuta kuwa mfalme juu ya watu wa Bwana juu ya Israeli, na utapiga nyumba ya Ahabu bwana wako, ili nipate kulipiza kisasi juu ya Yezebeli damu ya watumishi wangu manabii. Basi baada ya hili kutokea, askari wenzake Yehu wanatangaza utii wao kwake kama mfalme mpya lakini kuna tatizo dogo. Unaona, mfalme Yoramu bado yuko hai, kwa hiyo bado ndiye mfalme. Basi huyu mfalme mpya Yehu anaenda kupanda farasi kuelekea Yezreeli na kushughulikia tatizo hili dogo. Kwa hiyo Yehu anapokaribia, mstari wa ishirini unasema anaendesha kwa kasi. Mfalme Yoramu anaarifiwa. Basi Yoramu anapanda gari lake la vita na kwenda kukutana na Yehu pamoja na mfalme wa Yuda Hahabu. Kwa hiyo unaona kile ambacho Mungu anafanya kwa mpango wake, anapanga kwamba wote wakutane pamoja, na unaweza kuamini, katika eneo la shamba la mizabibu la Nabothi. Basi Yoramu anapomuuliza Yehu kama amekuja kwa amani, Yehu anajibu hapa katika mstari wa 22, nini amani gani inaweza kuwepo wakati uzinzi na uchawi wa mama yako Yezebeli ni mwingi hivyo? Kisha Yehu anavuta upinde wake na kutuma mshale moja kwa moja kupitia moyo wa mfalme Yoramu. Wakati Yehu anamwambia msaidizi wake wa kijeshi hapa katika mstari wa 25, mchukue na umtupe kwenye shamba la Nabothi Miezreeli kwa maana kumbuka wakati wewe na mimi tulipokuwa tukipanda farasi pamoja nyuma ya Ahabu baba yake, jinsi Bwana alivyotoa tangazo hili dhidi yake, hakika kama nilivyoona jana damu ya Nabothi na damu ya wanawe, asema Bwana, nitakulipa kwenye shamba hili. Naam, kwa hili neno la Mungu limetimia. Sasa Mfalme Ahabu wa Yuda anajikuta katika shabaha ya Yehu na Ahabu anapigwa na mshale pia lakini anafanikiwa kutoroka. Naam, juu katika simulizi sambamba ya Mbili Mambo ya Nyakati sura ya 22 na, na mistari ya 7 na 9, tunajifunza kwamba yeye kwa kweli anafika hadi Samaria na kisha baadaye Megido ambako anakufa. Naam, sasa Yehu anaelekea mji wa Yezreeli ambako Yezebeli bado anaishi. Yuko juu ya mnara wa aina fulani na anamtazama chini na kumdhihaki Yehu kwa kiburi. Naam, kwa amri yake watumishi wanamtupa kutoka dirisha la juu na anakufa mara moja baada ya kugonga chini, na kama Mungu alivyosema miaka iliyopita katika mmoja wa Wafalme sura ya 21 mbwa mwitu wanatokea tu na kula mwili wake kabla hata hajazikwa. Naam, kama hiyo haitoshi kwa umwagaji damu katika kipindi kimoja cha safari ya Hekima, unabii kuhusu wanachama wengine waovu wa familia ya Ahabu bado unasalia. Kwa hivyo mauaji yataendelea hapa. Sasa katika mbili Wafalme bumi wana sabini wa Ahabu wanaishi Samaria, na Yehu anaamuru wote wauawe. Kwa hivyo wanakabiliwa na kikosi cha risasi kwa namna ya kusema. Yehu bado hajamaliza. Mstari wa 18 hadi mwisho wa sura ya 10 unatueleza hivyo. Yehu sasa anaanzisha mpango wa kuangamiza manabii wote wa uongo na waabudu wa Baali. Kwa hivyo anawaalika wote wajiunge naye, hapa katika mstari wa 19, akisema niiteni manabii wote wa Baali, waabudu wake wote, makuhani wake wote, kwa maana nina dhabihu kubwa ya kumtolea Baali. Mwandishi anaongeza hapa katika mabano, hata hivyo, Yehu alifanya hivyo kwa ujanja ili kuwaangamiza waabudu wa Baali. Basi walipokusanyika wote hapa katika hekalu la Baali, Yehu anawatuma watu wake kuwaangamiza wote. Tunaambiwa hapa katika mstari wa 28, Yehu alifuta Baali, Baali au ibada ya Baali kutoka Israeli, na maanisha alisafisha kabisa kutoka kwa taifa Israeli anatekeleza kwa ufanisi hukumu ya Mungu wa kusafisha Israeli kutoka kwa ibada hii yote ya uongo, na Mungu anampongeza hapa katika mstari wa thelathini, akimwambia hapa, kwa sababu umefanya vizuri katika kutekeleza yaliyo sawa machoni pangu, na umefanya kwa nyumba ya Ahabu kulingana na yote yaliyokuwa moyoni mwangu, wana wako wa kizazi cha nne wataketi kwenye kiti cha enzi cha Israeli. Sasa ingekuwa vizuri kama tungeweza kusoma hilo. Jehu aliendelea kumtumikia Bwana kwa uaminifu na wasifu wake ulimalizika hapo, lakini sivyo ilivyo kabisa. Tunaambiwa hapa katika mstari wa 29, Jehu hakugeuka kutoka kwa dhambi za Yoramu mwana wa Naboth ambazo alifanya Israeli kutenda dhambi. Hiyo ni ndama za dhahabu zilizokuwa Betheli na Dani. Ni huzuni kusema, lakini Jehu alikuwa na uwezo zaidi wa kuwaangamiza wafuasi wa Baali kuliko kuwaongoza watu kumfuata Mungu. Kama mwandishi mmoja alivyosema, Jehu alikuwa zaidi ya chombo kuliko mtumishi wa Mungu. Hakuwa na uwezo wa kiroho wa kukuza ibada ya kweli ya Mungu wa Israeli. Kwa miaka 25 zaidi, Jehu ataendelea kutawala kama mfalme wa Israeli lakini utawala wake utaandamwa na migogoro na kushindwa na hatimaye fedheha. Sasa masomo yetu leo kupitia sura hizi mbili, unajua yamekuwa kama vile Yehu alivyoendesha gari lake la farasi; imekuwa safari ya porini kidogo, lakini kuna masomo tunahitaji kujifunza, na yataathiri maisha yetu hadi leo hii. Kwa hivyo tunahitaji kupunguza mwendo kwa muda mfupi. Kwanza, usidanganyike Dhambi ina matokeo, hata kama baadhi ya matokeo hayo yanacheleweshwa kwa miaka na kwa njia. Hata dhambi zilizokusamehewa zinaweza kuwa na matokeo ya kudumu katika maisha yetu wenyewe. Tunamshukuru Mungu kwa msamaha wake, lakini tunapaswa kuchukua onyo kutoka kwa wasifu wa Yehu hapa katika mstari wa 31 ambapo tunasoma, Yehu hakuwa makini kutembea katika sheria ya Bwana Mungu wa Israeli kwa moyo wake wote. Somo la pili litakuwa hili: usikate tamaa. Dhambi inaweza kusamehewa mara moja, ingawa matokeo yanaweza kuendelea. Tuache matokeo hayo yaendelee kutuvuta kutegemea nguvu na neema ya Mungu, na kumbuka, mipango ya Mungu daima hutimia. Hata matendo ya dhambi yanaingizwa katika mpango mkuu. Neno la Mungu lisilobadilika halishindwi kamwe. Hiyo inamaanisha ahadi za Mungu hazishindwi kamwe. Ahadi zake za msamaha, wokovu, mwelekeo, neema, rehema, ahadi yake ya makao ya baadaye mbinguni kama zawadi ya neema, kweli hiyo pia itatimia siku moja. Sasa kwa wakati huu, tuendelee kutembea si kama Yehu, bali kwa moyo wetu wote tuenende katika safari hii ya hekima, hekima tunayopata kutoka kwa neno la Mungu lisilobadilika. Sasa neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.